Serikali ya Kiislamu hawezi mwanamke huyo akawa ndio wa juu kabisa, lakini kama si ya Kiislamu, ya Kiislamu e, kama si ya Kiislamu anaweza akawa, lakini kama ya Kiislamu hawezi kuwa huyo, na wala hawezi kuwa mwanamume ambaye si muislamu. Wasiangalie huko tu, ah, hata kama mwanamume, kwa sababu masuala ya zakari pia hayana nafasi <laughs> sio hiyo, kwa hiyo kwa hiyo kama ya Kiislamu tunasema mwanamke afai huwa ndio kiongozi wetu ajue, lakini sio huyo tu, hata mwanamume tumwangalie kama si muislamu pia, tumwambie na wewe ufai. la kama si ya Kiislamu, huyo anafaa na huyo anafaa. Uislamu hakuna mahala ulipomnyongesha mwanamke, lakini wala hatutarajii kwamba mwanamke anaweza kupata heshima au hadhi katika mazingira yoyote nje ya Uislamu.